Kwa jina naitwa Helena Kokushubi Martin. Natokea mkoa wa Shinyanga, manispaa ya Kahama, kata ya Nyanga. Ni mfugaji na ni mwenyekiti wa kikundi cha Nyamshu kilichoko kata ya Nyanga. Mimi ni mfugaji na nilikuwa nafuga. Na ninafuga, sio kama nilikuwa nafuga. Nina ng'ombe wangu wanne ambao nilikuwa nao kabla ya mkopo, kabla ya ng'ombe wa mkopo. Ilikuwa naendea vizuri, changamoto huwa zinajitokeza, labda unaweza kukuta changamoto yuko nayo sana sana kwa mambangu, mmoja alikuwa anachelewa kupata mimba. Unampandisha mimba, eh? Aishi, kuna pandisha mimba aishi, lakini baadaye kata kaipatia ufumbuzi. Kwa baada hapo anaendea vizuri tu, kupandisha tu kwa wakati, mimba inashika kwa wakati. Changamoto zingine za kawaida, soko la maziwa ndio lilikuwa nalo ni shida, lakini baada ya ku naweza nikasema aliyetupa aliyetufumbua macho ni Eifa Eifa aliweza kutunga fanya katupa darasa katupa umuhimu wa kupeleka maziwa kwa msindikaji, na kweli tukafaulu mtihani, tunapeleka maziwa kwa msindikaji. Kwa hiyo sasa hivi hamna shida ya soko la na maziwa. Baada ya hapo, aliyetufanya alietufanya tujue TDB ni Eifa. Eifa baada ya kukuta kikundi kukuta kikundi tayari kilishaundwa ni kama basi, alienda kusogeza mbele, ametupa darasa, tumefundishwa mambo ya malisho, tukafundishwa jinsi ya kutunza maziwa, tukafundishwa usindikaji, tukafundishwa na kutengeneza ma maziwa tuseme vi madini ya kuweza kufanya maziwa yawe yawe na uzito na ustahiliki kwa msindikaji, na kweli mtaani tukao tumefaulu. Kwa hiyo sasa hata tukienda kwa msindikaji maziwa yetu yana changamoto, tunafika pale maziwa na viwango vinavyostahili kwa msindikaji. Baada ya hapo, ifa ndaka tuunganisha na TDB TDB, na kwanza kwa tutembelea kakiangalia kikundi, haya fanyeni hivi. Ndio maana nakuambia jana, nakuambia kwamba unatakiwa ujipange na kasi ya TDB, akihitaji nataka hiki, inabidi kipate kwa wakati nataka hiki unakipata kwa wakati wa kweli. Nao akatupa ushirikiano, na sisi tukapa ushirikiano, hatimaye akasema sasa tumefika mwisho, takiwa tutafute supplier. Supplier tumemtafuta, tumeenda mpaka Kenya tukawaangalia wale ng'ombe, tukarizika, tukapata, alikuwa mwenyeji wetu Kenya, akametupa mwenyeji Arusha. Tukapita Arusha tukamkuta yule mama anaitwa Teddy. Tukawa tumpa maelekezo, tukaona bei, tukamaliza, ikabidi tulitena Teddy kwamba tumeshampata supplier, bei bei gani, tukaona kwamba mpaka ng'ombe anafika kama itakuwa shilingi ngapi. Tukakaa, kuna vitu ambavyo tukawa tujakamilisha kwa na vitaji tuvio vikamilisha, wakawa ametuongezea hela kwenye account, ile account ikabidi tumuongezee yule mama. Yule mama kama amepata ng'ombe Kenya, japo alichukua kamda kidogo kama naweza kusema labda mwezi umepita lakini baada hapo tumekuja pale, ilikuwa ni wiki iliyopita, tukafata wale ng'ombe wetu. Tunawachukua ng'ombe wazuri, wana mimba kuanzia miezi sita kushuka chini mpaka mitatu, na ng'ombe wale wanaendea vizuri. Hapo ndipo kila siku tunawasiana, na ng'ombe wako vizuri. Kwa kweli tunashukuru TADB. Nawashauri wafugaji wengine kama wapo, wasiogope, japo kamda kapo pako, ndio fike upata huo mkopo, unabidi wa mvumilivu, si tukao mvumilivu Changamoto tiipata kwana kikundi o oh, mana onekana kama nyie ni matapeli nyie ifa TADB wote ni wale wale na viongozi wote ukaonekana kama te tuko kundi moja, lakini uo oh, mtani tumaweza kushinda. Sasa hivi tuna sababu ya kujivunia TADB, tunaweza kuitangaza TADB masaa yote popote pale kwamba ili unaombea kwamba pamoja n, lakini uwe mvumilivu, sio nakurupuka. Leo unajua kwamba kesho naenda kupata mkopo, naomba hapa, unahitaji mvumilivu na vigezo na, na, na masharti kuzingatiwa. Hawa ng'ombe kipato cha tofauti na wakwetu ambao tulikuwa nao, kwa sababu ng'ombe ni maximum lita 30 35 mpaka 45, alivyodai kutokana na alivyomhudumia wewe. Akila akashiba hivyo ina maana atoa maziwa mengi. Bila ukimbania chakula tena ndio ile tena atamona kama azalisha lakini uzalishaji wake ni mzuri. Na ukamlia kwake ni mara tatu kwa siku. Ya maana utapanga mwenyewe ratiba kwamba atakapozaa na kama saa ngapi? Kama ni saa kumi, ni saa kumi, saa sita, saa kumi na mbili. Kwa uzalishaji unaongezeka. Na kwa hivyo ukimkamua asubuhi unampa nafasi tena maziwa mengine kufanyaje kuvujia. Ukimkamua tena mchana unampa tena nafasi ya maziwa kuvujia nini ya jioni. Kwa hiyo uzalishaji utaongezeka tofauti na wale ito, ng'ombe tu tuliokuwa nao mwanzo. Ah, ng'ombe tumeweza kufuga kimazoea, niseme hivyo, sivyo ni kitu ambacho hatujakitilia maana nane. Tumeenda Kenya, kuna kitu ambacho tumejifunza wale kule wamefuga wale ng'ombe kibiashara yani, yaani kila unapopita kila kwa nimejaa marisho na wale ng'ombe wanahudumiwa vizuri kama binadamu kwa kuna kitu tulichojifunza takiwa na sisi tuige kutokana na wale wenzetu walivyofanya, walivyofaulu mtihani, walivyopata mafanikio ya maziwa. Kwa na sisi, tunajitahidi, tuna wenzetu, tunajitahidi tunahamasisha wenzetu wanakikundi wenzetu tulioenda kule Kusini na sisi tuwe kama wale wa Kenya. Kwa bei ya thamani, ni, tuseme bei ya mkopo tuchukua kwa milioni nne na laki mbili kwa ng'ombe mmoja. Kwa ng'ombe mmoja. Ila mimi kwa sababu wale ng'ombe nawajua, na mimi nawaelewa thamani ya ng'ombe na nauelewa, ni mwenye ng'ombe ng'ombe hao. Na kila ng'ombe nimelipia shilingi milioni 5.5. Kwa hiyo nimeongeza pale ikawa 6 tatmani na leo toka kia na ng'ombe 6 sasa hivi. Kwa sababu unajua thamani yake, na nilishuhudia ukamwaji wake maziwa yanayotoka. Kwa hiyo nikaona yani, kwa stereni vipesi fanyaje? Kusonga mbele. Kwa hiyo tunamaanisha na wenzetu wasikate tamaa. Wa muhudumiani afika tu tunazunguka sasa hivi, yani nimepanga ratiba kwamba kila wiki tuzunguke mara mbili. Kwa mfugaji tu ni kwamba yule ng'ombe anatunza na vile stahili, ili asije kamfanya tena kaonekana ni ng'ombe afai, wakati ni uzembe wake mwenyewe.